Bodi ya Wakurugenzi ya Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA hivi karibuni imetembelea mradi mkubwa wa kuzalisha umeme wa jua unaotekelezwa katika kijiji cha Ngunga, wilaya ya Kishapu, mkoani Shinyanga. Mradi huu wa aina yake nchini unatekelezwa kwa ushirikiano wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD chini ya shirika la umeme Tanzania TANESCO. Katika ziara hiyo, wajumbe wa bodi walieleza kuwa lengo ni kujionea maendeleo ya utekelezaji wa mradi na kuhakikisha kwamba unakwenda sambamba na viwango na matarajio ya taifa katika sekta ya nishati. Tumekuja hapa Kishapu kwenye mradi huu ambao unatarajiwa ukikamilika uzalishwe megawati 150 kutumia nguvu ya jua au umeme nuru kwa sababu uzalishaji wa hapa unatumia umeme uh, unatumia mwanga wa moja kwa moja kwa maana direct sunlight, lakini pia diffuse light kwamba unachukua hata kwa chini na kwa juu. Kwa hiyo ni mradi ambao unaenda kwa teknolojia ya sasa ambayo unaweza kutumia mwanga wa jua ukazalisha umeme ambao unachangia kuimarisha grid. Meneji wa mradi mhandisi Emmanuel Anderson alibainisha kuwa utekelezaji unafanyika kwa awamu mbili awamu ya kwanza yenye uwezo wa kuzalisha megawati hamsini imefika asilimia sabini na nane nukta moja, na inatarajiwa kukamilika ifikapo Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. yetu imegawanyika kwenye maeneo sita sisi tuko, tuko eneo kempu iko hapa, lakini planti yetu imegawanyika katika maeneo sita kutokana na teknolojia tuliyotumia. Tumetumia central inveta, kwa hiyo ukiangalia hapa utaona kuna inveta ya kwanza, ya pili ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Kwa hiyo hapa katikati hapa hii, hii ni, ni, ni area moja ambayo inazalisha inaingia kwenye central inverter, inaletwa kwenye substation eneo namba mbili, hivyo mpaka namba sita. Kwa hiyo mkifika site ile, eneo hili limekamilika kwa kwa zaidi ya asilimia themanini, kwamba tumeshaweka panel zote, inverter ziko, combiner box zipo, cable zote zimeshawekwa Kazi iliyobakia hapa ni kazi tu ya kuunga kufanya dressing kumalizia baadhi ya combiner box na kufanya dressing kwenye hizi hizi central inverter. Eneo namba sita tayari linafanana na, na eneo namba moja na namba mbili. Eneo namba tano tunamalizia. Eneo ambalo kazi zinaendelea sasa hivi ni eneo namba tatu na namba nne. Hapa ndipo kazi zinaendelea. Namba tatu, eneo kubwa pia limekamilika, tushaeka panel nyingi hapa namba 4 ndilo eneo ambalo kazi zinaendelea, kuna panel pamoja na baadhi ya structure hazijakamilika hapo, lakini ukija kwenye upande wa substation, uh, kazi ambazo zinafanyika sasa hivi ni kazi ya kwenye switch yard. Sasa hivi wanaendelea kusimamisha hizi tawa, lakini upande wa majengo tunaendelea kumalizia majengo, kuna kazi ya kuweka paa na finishing za ndani ya majengo. Lakini kwa hapa pembeni hapa ndipo laini yetu itakapokatwa, laini ya Singida Shinyanga. Laini itakatwa kuruhusu umeme unaozalishwa uingie kwenye, kwenye gridi ya taifa. Kwao sasa hivi kuna kazi zinafanyika hapa za kujenga gantry kwa ajili ya kuingiza umeme kwenye substation. Lengo kuu la mradi huu ni kuongeza uzalishaji wa nishati jadidifu nchini, kuboresha msongo wa umeme katika kanda ya ziwa na gridi ya taifa kwa ujumla, kupunguza utegemezi wa mafuta na gesi, pamoja na kulinda mazingira kwa kutumia nishati safi isiyochafua hewa. E, serikali kupitia TANESCO inatekeleza mradi huu wa sola hapa Kishapu, e, kwenye kijiji cha Ngunga wenye uwezo wa megawati 150, e, kwa sasa tunatekeleza awamu ya kwanza ambayo ni megawati 50, e, na ile awamu ya pili itakuwa ni megawati 150. Mradi e, kwa sasa umefikia asilimia 78 ya utekelezaji ambapo mkandarasi anasimamiwa kwa karibu ili aweze kumaliza e, e, mwishoni mwa mwaka huu. Um, leo tumetembelewa na bodi ya EWURA ambao ni wadhibiti na wasimamizi wa nishati na maji. Bodi imekuja kuangalia maendeleo ya mradi, ambapo imeweza kufanya mkutano na pamoja na kutembelea eneo la mradi e, wameridhika na maendeleo, lakini wamesisitiza tuweze kumaliza mradi kwa wakati, tuweze kuanza kutumia umeme wa kuzalishwa ambao unazalishwa hapa kutoka e, Kishapu. Uh, ufanisi wa kuzalisha na kufua umeme kwenye gridi ya taifa utakuwa mkubwa kwa sababu umeme unaotoka hapa una bei ya chini au uchafui mazingira, uh, na utaweza kutatua matatizo ambayo yako katika kanda hii ya, ya kaskazini mwa Tanzania ambapo tunapata matatizo ya uendeshaji kwa sababu na matatizo ya uh, ubora wa umeme hasa voltages kwa hiyo na pia mzigo ambao huko hapa tunajua eneo hili ni eneo la viwanda tutakuwa tumeweza kuwa na umeme wa kutosha na kuboresha shughuli za watu wa maeneo haya na, na, na, na viwanda vikubwa vilivyoko hapa Mkuu wa wilaya ya Kishapu mheshimiwa Peter Masindi amepongeza mchango wa mradi huu kwa wananchi wa Ngunga na maeneo ya jirani akibainisha kwamba manufaa yake yatagusa moja kwa moja maisha ya wananchi mradi wetu wa, wa umeme umeme jua upo ambao unasimamiwa na, na mkandarasi anaitwa Sinohydro ni Mchina, anapambana na anaenda ana, ana, ana vizuri kadri tunavyoona sisi, lakini palipo na mafanikio pia kuna changamoto, anapambana na changamoto zake ndogo ndogo za hapa na pale, na watu wanaotumika pale kwa ajili ya uzalishaji ni Watanzania wengi, China wapo wachache sana lakini asilimia kubwa ya wafanyakazi, asilimia tisini na tano ni Watanzania wazawa. Hao ndo unakuta wana, wanafunga hizo paneli wanafunga vitu vingine. Kama ni kujenga, wanajenga Watanzania. Si kama ni kutengeneza maswala ya kuselemala, ni Watanzania. Kama ni kuchimba, ni Watanzania. Kwa, kwa ujumla wanaenda vizuri. Eneo lile lilikuwa ni la wananchi, wananchi wale waliokuwa wanaishi pale wanaitwa Ngunga, kijiji cha Ngunga serikali ilifanya fidia ili wali, ili wote walifidiwa na hakuna changamoto kubwa lakini pamoja na hayo huwa kuna CSR ambayo inaendelea na yenyewe taratibu zinaendelea kwa mujibu wa sheria EWURA ina jukumu la kusimamia sekta ya umeme nchini majukumu hayo ni pamoja na kutoa leseni kwa wazalishaji na wasambazaji kusimamia viwango vya ubora kuthibitisha bei zinazolingana na gharama halisi na kulinda haki za watumiaji wa umeme Aidha, EURA inahamasisha ushindani, kufuatilia utekelezaji wa miradi ya nishati na kuunda mazingira rafiki kwa wawekezaji wa ndani na wa nje. Uh, EURA e, inatoa leseni kwa uh, waendelezaji wa miradi ya namna hii, Tanesco akiwa ni mdau mkubwa katika sekta ya, ya umeme. EURA tumempa Tanesco leseni ya uzalishaji, lakini huu mradi ni mpya, haupo katika ile leseni ya uzalishaji ambayo tayari wanayo Tanesco e, lakini sasa walishafanya maombi ya leseni kwa ajili ya huu mradi, na sasa tupo katika mchakato wa ku wa ku process hiyo leseni e, ambayo itamwezesha kuzalisha umeme au kufanya shughuli za umeme kwa mujibu wa sheria za nchi, kwa sababu sheria yetu ya umeme inataka kwamba mtu yote anafanya shughuli za umeme kwa maana ya kuzalisha, kusafirisha na kusambaza E, kuanzia kiwango cha megawati 1 anahitaji kupata leseni, na huu mradi kama tulivyosema hapo awali kwamba ni mradi wa megawati 150. Ingawa kwa sasa hivi wanaanza na megawati 50 au mia kwanza, kwa hiyo tayari ni zaidi ya megawati 1 hivyo wanahitaji kupata leseni. Kwa ujumla, EWURA inabaki kuwa kiunganishi kati ya serikali, watoa wa huduma na wananchi kuhakikisha kuwa huduma ya umeme inapatikana kwa wakati, kwa gharama nafuu na kwa ubora unaokidhi mahitaji ya taifa linaloendelea kwa kasi.